Take it very serious. Yeah. Wanaume wengi wako na issue ya premature ejaculation na erectile dysfunction. Hao ndo cheat sana ku prove au si viwete. Yeah. Hao ndo wako na madem kila mahali. Yeah. Mwanaume anajitambua. Wewe mwanaume hata hapo hizo ukimpata kama ni dem ni mmoja na ni, ni mara moja moja. Yeah. Ana hata hiyo shughuli. Yeah. Ana focus na kwenye anapeana yeah. Yeah. service. Yeah. Lakini ukiona huyu mwanaume uko na dem hapa, uko na dem pale, uko na dem pale, don't wait anyone to tell you. Yeah. Hiyo ni away ya ku ya kujivalidate eh, eh, kwa sababu uko nje kwa, kwa mtu mgeni anaweza dakika tano huko yeah. Kwa nyumba ni sekunde tu, umezoea, kizoeana, bro ni noma. So the real hustle ni kukuwa na mwanamke mmoja exactly. Kukuwa na wanawake wengi eh, ila kusema kweli yani Mwenyezi Mungu angetusaidia kila mtu amjue wa mtu wake, alafu tuangaike kutafuta hela Igusa achia, twende kwa mwingine ha? Inachosha hakika, inachosha kweli.